Sasa bidada huyu hivi karibuni bwana ameweka posti kupitia ukurasa wake wa TikTok wa alikuwa ameruka live na yuko na binti yake ambaye ni mdogo sana. Sasa kuna baadhi ya vitendo ambavyo alivyokuwa anavifanya, kiukweli viliwakera watu wengi sana, baada ya binti huyo ambaye ni wakwake, ambaye alikuwa ameruka naye live huko TikTok kuonekana kama vile mtoto anapata tabu, anateseka kwa namna moja au nyingine, na binti alikuwa analia kupita kiasi. lakini pia vile vile kuna video kadhaa ambazo zimekuwa zikipostiwa katika ukurasa wake wa TikTok ambapo alikuwa anaonekana akiwa anamvuta nywele mtoto huyo, kitu ambacho watu wengine waliona kabisa kama vile ni unyanyasaji kwa namna moja au nyingine. Kwa, kwa kifupi ni kwamba watu wengi sana walianza kupaza sauti na kulaani kitendo cha, cha huyu dada kumfanyia hivyo binti yake kwenye mitandao ya kijamii. So, at the end of the day ni kwamba hizi habari zilifika mpaka Instagram huko, pia ikaibua yuka mjadala na mijadala ikazidi kuongezeka, na mwisho wa siku bwana, kitu ambacho tulishuhudia ni kwamba watu wakaanza kumtagi pia mheshimiwa e, Gwajima ambaye hapa tunamzungumzia mheshimiwa Dorothy Gwajima ambaye yeye ni waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, watoto pamoja na makundi maalum, alifanyie kazi suala hilo au achukue hatua kwa namna moja au nyingine, kuhusiana na hicho kitu ambacho kilikuwa kimesambaa huko katika mitandao ya kijamii, kutoka kwa huyu bidada ambaye anafahamika kwa hilo jina la watukano, ukiwaona na kile alichokuwa akimfanyia mtoto huyo live TikTok. So baada ya hizo habari kumfikia Mheshimiwa Gwajima, moja kwa moja kupitia ukurasa wake wa Instagram akaweka ujumbe pamoja na baadhi ya screenshot za huyu bidada akiwa ameweka namba yake ya simu kabisa, ambapo akaweka screenshot za hilo tukio ambalo lilikuwa limetokea, kisha Mheshimiwa Gwajima akaandika kwamba, tangazo, ustawi wa jamii Uh, tunahitaji kuonana na huyu mama kwenye picha hapo juu ambaye kwenye picha ya pili katangaza mpaka namba yake ya simu. Wakaendelea hapa kuandika kwamba tafadhali, anayemjua huyu mama na huyu mtoto wanapatikana wapi, atume SMS kupitia namba ambayo ilitajwa hapa, kisha akasema kwamba ili atambuliwe na pia vile vi, atambuliwe at ili atembelewe na, maasi, na maafisa wa ustawi wa jamii kwa mujibu wa sheria ya watoto ya Tanzania, anayo video, anay, video inayo iliyosambaa na kile anachokifanya kwa mtoto huyo ee, mna, mnayo na ndio nyie Watanzania wa online mlioituma na kuomba huyu achukuliwe hatua, jambo ambalo mko sahihi kabisa. Haya, sasa nijulisheni yuko mkoa gani, wilaya gani, kata gani na mtaa gani au kijiji gani? Tafadhali, asanteni kwa kujali furaha za watoto. So huo ndo ulikuwa ujumbe wa mheshimiwa Gwajima uh, Dorothy Gwajima waziri, kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Na moja kwa moja, mara tu baada ya mheshimiwa Gwajima kutoa huo ujumbe bwana uh, tukakutana na video za huyu bidada akiwa amejirekodi tena kwa mara nyingine akiwa anaomba radhi kwa kile ambacho kilichokuwa kimetokea. So hebu msikilize hapa alivyokuwa akiomba radhi. kwa jina naitwa Atukane, ukiwaona ni msanii wa filamu Tanzania na ni mwigizaji wa komedi. E, watukane, mimi nimeona posti ya Mheshimiwa Gwajma nimeona posti ya Mheshimiwa Gwajma ikiwa inanitafuta kwa kitu nilichokifanya kwa mtoto Mheshimiwa. Mimi hapa sikufanya kwa dhamira mbaya, nilifanya kwa kuonyesha watu jinsi watoto wanavyosumbuaga kwenye kusuka tu, lakini sikuwa na dhamira yoyote mbaya kwa mtoto wangu, kwa sababu huyu ni mtoto wangu ni ametoka katika utumbo wangu, mimi ndiye mama yake na mimi ndo amekaa tumboni kwangu miezi kumi na mawiki juu, kwa hiyo nina maumivu. Nimekosea, nimekosea sana sana sana sana. Kwanza sijui ya elimu yangu ndogo, sijaelewa kutokana na posti nilivyoposti mimi niliposti kuwaonyesha watu kwamba watoto wangu wanasumbua kwenye kusuka, lakini sikuwa na dhamira yoyote mbaya. Lakini kadri ninavyokaa naona meseji ni nyingi kweli. Hili mbona kwa... limekuwa kubwa sawa, mbona limekuwa kubwa? Mi sijajua kama litakuwa hivi. Mweshimiwa, naomba mnisamehe, mnisamehe sana e, ee, mnisamehe sana. Nimeona posti kwamba mnanitafuta, mna, mna mimi siwezi kukeuka hilo ee, siwezi kukeuka kwa kweli mimi nachokiomba ni samahani, naomba unisamee mheshimiwa, sababu mimi ni mama wa watoto wawili, alafu mimi pia nisingomaza, yani nitakapochukuliwa hatua kubwa, yani navuta picha watoto wangu watakuwaje. Ni yani, yani sielewi, sielewi. Cha msingi tu naomba mnisamehe jamani, watanzania wote mnisamee, mheshimiwa, unisamee Sameheni sana nimekosea, nimekosea sana mheshimiwa, nimekosea mimi, nimekosea hapa, sitaweza kurudia tena kile ambacho nilichokifanya kwa mtoto mheshimiwa, ambayo wewe ndio msimamizi wa haki za watoto, na kuomba radhi, namuomba radhi na, na rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania, mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, naomba radhi wa haki za watoto, naomba radhi wananchi wote, naiomba radhi dunia nzima, naiomba radhi dunia nzima, inisamehe sana. Nimekosea, nimekosea mimi nimekosea sana. Asanteni sana, asanteni sana, nashukuru. Naam, so huo ndo ulikuwa ujumbe wa huyu bidada ambaye anafahamika kwa jina hilo la watukano ukiwaona, na mheshimiwa Gwajima akaposti hiyo video katika ukurasa wake wa Instagram kisha akaandika kwamba bora umejitokeza mwenyewe. Swali, hivi nyinyi wa Tanzania wenzangu, mnaofanya kazi za sanaa mbalimbali bila miongozo na elimu eh, kuhusika bila miongozo na elimu husika kuhusiana na madhara ya kufanya sanaa kienyeji enyeji na kukosea mambo ya msingi, hamjui kwamba ni kiasi gani badala ya kujenga jamii mnaibomoa. Akaendelea hapa Mheshimiwa Gojima kwa kusema kwamba tumeelimisha kila siku, tunaelimisha kila siku tuna miaka yote, baadhi yenu hamsikii. Mnaandaa mambo ya taaruki ili mpate sijui wafuatiliaji wafu wa kurasa zenu. Sasa, sasa, sasa, ukweli ni kwamba hapo mtapata baraka gani? Mnajua jamii ina mamilioni ya watu mbalimbali wenye uwezo tofauti tofauti wa kutafsiri mambo. Hivyo basi wengine, eh, wanaumizwa kihisia, wana wengine wanaiga na kuona ni kawaida na ndio maisha, na ndio maisha na mwisho wa siku, e, wanaona, na mwisho wa siku wanaumia ni watoto wasioelewa lolote, alafu wewe unalalamikiwa e, kwa mengi, kwa mengi mengine. Jitafakari, badilika. Nimekusameehe, halafu nakuonya, ujue kwamba kuna siku utakosa msamaha wewe na wengine wa aina, na wewe na wengine wa aina hiyo, halafu mtakuja mnione mimi mkorofi, kwa kumbe, na, na, kumbe natetea watoto wenu hao hao. Wizara yenye, ma, wenye, yenye dhamana na kazi ya sanaa inaitwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Akahitagi hapo Basata pia akawatagi filamu bodi bodi ya filamu Tanzania. Je, mnakuwa mawapi? Mbona hekaheka heka kila siku, mtakuja mfungwe na sheria ya watoto. Endeleeni kuchukulia mambo poapoa tu, arobaini yenu itafika. Ameandika hivyo Mheshimiwa Gwajima so